Kuna wakati mwanamke anahisi mpenzi wake amebadilika, lakini anakuwa hana uhakika kama ni mawazo yake tu au ni kweli kuna kitu ambacho hakipo sawa. Kwa leo kwenye video hii nakuletea dalili saba zitakazoenda kuonyesha kwamba huenda mwanaume wako hakupendi tena. Kwa hiyo unafanya nini? Kaa na mimi mpaka mwisho wa video hii uweze kujua, je, anakupenda kweli au ameamua kupotezea na hakupendi tena? Umeshawahi kuhisi kwamba yani unajipendekeza sana kwa mpenzi wako? Unampigia simu mwanaume wako akipokea na kujibu shortcut, au unampigia simu hakupokelei, unamtumia message hakupokelei, yaani mawasiliano yani yenu jinsi yalivyo sio kama yalivyokuwa mwanzo. Kwa hii ni dalili mojawapo ya kwanza kabisa kuonyesha kwamba mwanaume wako mapenzi yake kwako yamepungua mwanaume anayekupenda atatafuta njia hata kama hana muda, lakini atatenga walau sekunde kumi au kumi na tano au ishirini kuweza kupigia simu, kujibu meseji zako pamoja na kupokea simu zako. Zamani alikuwa nakwambia kila kitu kuhusu yeye, mipango yake, ndoto zake, anataka kufanya nini Yaani alikuwa na kushirikisha kila kitu, lakini umuona tu ghafla hakushirikishi jambo lake lolote. Yaani anakuwa hayupo comfortable kuweza kuongea na wewe kuhusu jambo lolote, au hayupo comfortable kuweza kushirikisha wewe jambo lolote. Sawa, zaidi sana labda utasikia hizo taarifa kwa ndugu au utaona mtandaoni au rafiki yako atakupigia, si bwana, umesikia mtu anataka kufanya hivi. Yani inakuwa hivyo. Kwa hiyo ukishaona dalili hii kwamba mpenzi wako hakushirikishi, hii ni njia mojawapo ambayo amepunguza mapenzi na wewe. Hakushirikishi kwenye mambo yake, hakushirikishi kwenye mipango yake, hakuambii ndoto zake, hakuambii malengo yake, anataka kufanya kitu lakini hakushirikishi. Zaidi sana utaisikia labda mitandaoni, kwa marafiki ndugu zake au unapigiwa tu simu. take your time girl, take your time. Unajitahidi kumfurahisha lakini hakuna kitu kinachomfurahisha. Zamani ulikuwa ukimpikia chakula na kusifia baby, chakula kitamu sana, ataza kunipikia. Ulikuwa ukimfulia nguo alikuwa na kushukuru, lakini sasa hivi wewe, yani kwake yeye unakuwa huna jema hata ukitenda wema yani yeye haoni ule wema wako mm. Na ukiona hivi, unajua kwamba hii ni ishara ya kwamba mwanaume hakupendi tena, kwa sababu mwanaume anayekupenda atakuonyeshia ishara kwa vitu vidogo vidogo. Umempikia chakula kizuri, my baby, chakula kizuri. Umempendeza atakusifia. Ukiona ushafikia steji hiyo, my friend, hapo ah, umefika steji mbaya sana hakupendi tena. Unajua, mapenzi au ya mahusiano yanataka juhudi zenu wote wawili, mwanamke na mwanaume, lakini utakapoona kwamba wewe mwanamke ndo ambaye unatia sana juhudi kwenye penzi lenu, mwanaume yeye hana habari, mwanaume yeye hana, anachowaza mwanaume yeye, hata ukifanya nini, yani yeye hatili kabisa yani mapenzi yenu mkazo, ujue kwamba huyo tayari ameshakuchoka, ameshakuchoka, amesha kuchoka, amesha kuchoka. Mwanaume anayekupenda atakuonyeshea juhudi ya vile vitu vidogo vidogo ambavyo vinasaidia kuboresha mahusiano yenu, atakutoa out, atakuletea hiki, atakuletea kile ili kurutubisha penzi. Lakini ukiona mwanaume hajishughulishi, amesha kuchoka. Unashangaa tu, yaani ghafla anabadilika anakuwa mkali, yaani wewe ukiongea naye jambo tu dogo, lakini ameshakasirika anakufokea, yaani anakuwa ni mtu wa hasira tu muda wote. Hakuna ambacho utamweleza yeye akakipokea katika hali ya kawaida, utamweleza lakini atakipokea katika hali ya hasira eh. Yaani mpaka unafikia hatua hiyo, ameshakuchoka, yaani hana ile hamu na wewe, hata ya kuongea na wewe, kusikiliza, hana kabisa. Mwanaume anakuwa mkali kama kama nini, yani hujue kabisa kwamba hapo no no no no, no. Um, hakuna mahusiano ambayo hayana changamoto. Kila mahusiano unayoyaona watu wameishi miaka ishirini miaka thelathini kwenye mahusiano, kwenye ndoa, hujue kwamba hizo ndoa, hakuna ndoa ambayo haikuwa na changamoto, zote zilikuwa na changamoto. Ukiona kwamba mmegombana, lakini mwenza wako mwanaume wako hana ile nia ya, ya kutatua tatizo, umeelewa? Mmegombana yani hata kabisa kuzungumzia swala la ugomvi na badilika, yani ujue hisia kwake zimepungua, yani hana tena hisia na wewe, kwa sababu kila mtu lazima atie effort kwenye mahusiano ili yaweze kusonga mbele. Lakini kama hatotia mkazo kwenye mahusiano yenu kama ilivyokuwa nyuma, huyo hakupendi, hana hisia na wewe. My sister take your time. Sasa hili ndio kubwa kuliko zote. Yaani ukiona kwamba anaongea mambo yake bila wewe kuwemo, eh, anaongea future zake bila kukutaja, dada yangu, huyo amesha kuchoka, yaani amesha kuchoka, yaani amesha kuchoka. Mwanaume anayekupenda atakutaja kwenye future zake, mwanaume anayekupenda atakutaja kwenye malengo yake, mwanaume anayekupenda hata kushirikisha kwenye malengo yake. Sasa, e, kama umekutana na mambo zaidi ya mawili hapa kwenye haya yote saba niliyoyaelezea, dada yangu, ni muda wa kukaa chini na kuweza kutafakari kwa mara nyingine, je, mahusiano uliopo ni mahusiano sahihi? Mwanaume uliye naye ni mwanaume sahihi? Je, huyo mwanaume anakupenda, au ni unafanya tu kazi ya wewe palilia penzi ambalo kila siku linatoa magugu huku yeye mwenzako hana, hana, hana, hana, hana muda na wewe hana muda na mapenzi yenu. My sister take your time, fanya mambo yako, chukua maamuzi yako. So kama umependa hii video, unaweza pia kumshirikisha ndugu jamaa na marafiki ili waweze kujifunza. Kama ni mara ya kwanza unakutana na mimi, karibu kwenye channel yangu. Na kama tumefikia mpaka pande hiki cha mwisho kabisa, napenda kukuambia karibu karibu karibu karibu karibu sana. Mimi naitwa Joyce Joyce aka Jojo. Unaweza kunifollow Instagram, pia Facebook, ukatazama na video zangu zingine, bila kusahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare hii video. Until next video, bye-bye.